Karibu sana tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, na ripoti moja kwa moja kutoka katika viwanja hivi vya Muhimbili, mahali ambako Young Africans wamezindua rasmi soccer school. Niko na Kizinga kama unavyomuona, ngoja tuweze kumsikia analipi baada ya kuona uzinduzi huu, lakini pia vilevile ashemre shemre za kumwona kocha aliyewahi kuhudumu ndani ya Mamelodi Sundowns, Al-Ahli leo hii amekuja kufungua school soka ya Young Africans. Uko vizuri kabisa kakangu, Kizinga? Ya, namshukuru Mungu, alhamdulillah niko salama. Mapema kabisa ileo umekuja kumshuhudia Pisto Mosimane ndani ya viunga hivi akizindua uzinduzi rasmi wa soka school ndani ya Young Africans. Ya, ni kweli nimekwanza, nashukuru kwa kupata bahati hii ya kuja kuangalia uzinduzi bora, na nitumie nafasi hii kuwapongeza viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans yani kwa ujumla wote pia na kumshukuru uh, aliyekuwa kocha wa Mamelodi Sundown, eh, kwa kufika hapa kwa ajili ya kufanya uzinduzi huu ambao ni uzinduzi mzuri nimeupenda kiukweli, na hii itakuwa ni sehemu ya mfano wa kuigwa. Tunatakiwa uh, Tanzania kuwa na vipaji vingi sana, tunatakiwa kuviendeleza vile vipaji. Mimi uh, mara nyingi sana nimekuwa nikipata nafasi ya kuona vipaji vingi mtaani, mara kadhaa takriban vijana wawili watatu nimewapeleka katika uh, kikosi cha Dar es Salaam Africans mm. Wakafanyiwa majaribio uh, mmoja alibaki, mwingine hakubaki, lakini pia sasa, unaona kuna ongezeko la vijana wengi mtaani mm. ambao wana vipaji, ukiwaona kwenye, kwenye, kwenye ile michuano ya Ndondo Cup mm. unaona kijana ana kipaji mm. lakini kipaji chake bila sapoti kinakwenda kuisha, mwisho wa siku anakuwa bodaboda mm. Aa, kwa hiyo kwa namna hii tuwapongeze viongozi wa Dar es Salaam Africans. Ni jambo kubwa sana limefanyika hili, litakuja kuokoa ajira kubwa ya vijana, litakuja kuokoa vijana wengi ambao wana vipaji na kuendelea kukaa mtaani mm. Tuwapongeze sana, ni jambo kubwa sana. Naamini wazazi sasa wataanza kuona. Kwa hiyo kwangu mimi niseme ni, ni na wazazi kwamba kwa hili lililofanyika mm. sasa tutaenda kuokoa vipaji vingi ambavyo viko mtaani vijana wengi sana ambao wako mtaani naamini sasa itakuwa ni sehemu ya kwenda uh, kutibu ndoto zao kwa ajili ya kuonyesha vipaji, na tumemsikia uh, president akisema mm. kwamba uh, itakapokuwa imefikia wakati wa kiwango kizuri cha mtoto na akaonyesha uwezo mkubwa, basi hili jambo mm. uh, basi atapata faida kubwa mm. sana mtoto huyu mm, anaweza akachukuliwa na Dar es Salaam Africans mm. umeelewa, uh, mwisho wa siku aka, aka, akajiunga na timu kubwa na, na ni kitu ambacho mimi nimekipenda sana kwa sababu wapo vijana wengi, na nitoe lai kwa wale wazazi ambao wako mikoani, kwa sababu tunaamini kuna vipaji vingi sana mkoani. Kiwango cha ada kilichowekwa, kama mzazi una kipato cha kutosha, basi unaweza ukajiandaa ukamleta mtoto wako ukamweka katika soka school, akaweza kupata mafunzo. Nimeona kuna walimu wengi wazuri, wanafundisha vizuri. Tumeweza kuona vijana wakilisakata soka vizuri, kwa hiyo itakuja kusaidia Uh, kuondoa ile vijana wengi kukaa mtaani. Kwa hiyo tuwapongeze sana viongozi wetu kwa kazi ambao na amini na amini kubwa ambayo wameifanya, naamini nami nimepata nafasi kubwa nitamleta na mimi kijana wangu, mnaamini mm. yeah. y kwamba mnakwenda kutengeneza wakina Pakome wengine, kina Clement Mzize wengine, wakina Maxim pia Nzingeli wengine kwa kupitia projekti hii ambayo mmeianzisha ya yeah, tunakwenda kutengeneza, naamini kabisa kuna vipaji vitaonekana vingi sana mm. kwa sababu kama tumeweza kumwona uh, kama tumeweza kumwona Clement Mzize akitokea katika soka la mtaani, tumeweza kuwaona wengine wengine, mfano kama Idi Nado. Idi Nado mm, amepatikana uh, kama siku sawa, amepatikana kwenye michuano Ndondo Cup mm, ni tokea city. Yes, sawa, lakini ni vipaji ambavyo vilikuwa viko mtaani. Kwa hiyo ni, ni, ni moja kati ya vitu ambavyo tunategemea kuviona huko baadaye. Mm. Yes bwana, tutoke huko turudi huku kwenye michuano ya kimataifa sasa tuanze kuigusia Young Africans, mmejipangaje haswa? Japo pia kuna taarifa nyingi mbalimbali zilikuwa kutoka kwa watu wako wa karibu, wanasema wewe haiwezekani kuvuka maji kuelekea kuelekea pale nchini Zanzibar, visiwani Zanzibar. Kwanza niseme kitu kimoja, nizungumze na mashabiki wa Dar es salaam Africans Kumekuwa kuna mambo mengi yanaendelea mpaka sasa hivi ambayo sio mazuri ya kuichafua klabu yetu, na wanaoichafua klabu yetu ni wale ambao wanatumika, ni wale ambao wanatumika kuichafua klabu yetu. Na hawa watu utawaona kwenye nyakati fulani. Kwa mfano, hichi ni kipindi cha timu zetu kwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa hatua ya makundi kuna kucheza home and away. Hichi ni kipindi watu wanatafuta kusafirishwa kwenda katika nchi mbalimbali, kwa ajili ya kwenda kushiriki au kwenda kuangalia burudani. Mfano, nikimzungumzia mtu kama Fridge meno mabovu, ya kumuita na na, mimi napenda kumwita Fridge meno mabovu, na nimzingimzie na nimpe onyo, kwa sababu mimi ni nahodha wa mashabiki. Nampa nampa nampa onyo kwa sababu nampa onyo kwa sababu friji amekwenda kuwaataki watu tofauti tofauti akiwemo mwenyekiti wa influencer godi Yanga. Sijapenda kumwataki mwenyekiti wa influencer sijapenda. Kwa hiyo niwaambie, niwaambie wana Dar es Salaam Young Africans, huyu ni miongoni mwa watu ambao wanaotumika Friji meno mabovu ni mtu ambaye anatumika kwa ajili ya kuichafua Dar es Salaam Africans kwa maslahi yake ili apate kusafirishwa kwenda katika michezo ya Simba. Tumeona kuna watu walikuwa wanatumika kuchafua Dar es Salaam Africans. kuna huyu Friji meno mabovu na kuna mtu mwingine anaitwa Farihan. Hawa wote walisafirishwa kwenye michezo ya Simba kwenda South Africa kwenda katika sehemu mbalimbali Walitumika kuichafua Dar es Salaam Africans hmm. ili wapate kusafirishwa hmm. Kwa hiyo tuambie mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans hmm. Hawa watu wapuuzeni, wapuuzeni kwa sababu wanatumika hmm. Wayafanye haya ili wapate kusafirishwa hmm. Sasa hivi ameongezeka mtu mwingine hmm. Anaitwa Dosa. Huyu Dosa kimefanyika kikao kizito hmm. Msemaji wa sita mfululizo amemweka kikao Dosa akishirikiana na watu watatu. Kuna mtu mmoja tajiri anaitwa Kenny anapatikana Marekani. Kuna mtu mwingine anaitwa Doto Dennis, huyu ni mtu wa Burundi lakini yuko Marekani. Hawa wote wanatumika, hata tajiri anayefyatua jezi naye anahusika katika kumtengeneza Dosa aweze kutuchafua aweze kuisema klabu vibaya. Mtakuwa mashahidi, kupitia kwenye chombo kimoja cha habari ameonekana Dosa akimshukuru msemaji wa sita mfululizo, ameonekana Dosa akimshukuru mwenyekiti wa sita mfululizo, ameonekana Dosa akiwashukuru viongozi wote wa sita mfululizo. Nini maana ya kuwashukuru viongozi wale? Kwa sababu wamempa diri. Lakini nimwambie Dosa, nimwambie Dosa Waswahili ama Waarabu wanasema wafadhilaka punda kishaota meno juu utamtaka. Maana yake ni kwamba ufadhilike. Dosa juzi taarifa zake tunazo. Dosa ameonekana stesheni bandarini, ameonekana bandarini akiwa kwenye foleni ya watu waliokuwa wanapanga foleni kumsubiri gharibu GSM atoke kwenye shughuli zake ndani mule bandarini ili aweze kuokota. Na taarifa nilizonazo, Dosa kaokota. Yaani kamsubiri GSM kwenye foleni jua kali, Dosa kaokota kapewa takribani laki mbili alafu bosi anampa ile fedha na anamwambia haya, nende kaendelee kusema upewe nini, zinakuwa No one like GSM. Lakini tukirudi kwenye mpira hasa. Naam. Mechi yenu inayofuata dhidi ya FAR Rabat na kundi lenu kwa namna lilivyo, Yanga iko vipi sasa? Tukiachana na hizi kelele za nje ambazo zinakuwa zinaendelea. Ya, ni kweli Yanga katika grupu letu hatuwezi kudharau grupu ni grupu ambalo limebeba taswira kwangu. Mimi limebeba timu ambazo zinaweza kuja kuibuka kuwa mabingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Ni kundi ambalo lina timu zinazowakilisha ubora wa virabu katika mabara ya Afrika, nikiwa na maana national Ahli. Ligi namba moja katika, katika Afrika ni Misri, ligi namba mbili inatoka Moroko, ambapo kunapatikana Farabati Ligi namba tatu ni Algeria ambako wanapatikana JSK. Ligi namba nne ni South Africa, namba tano ni sisi. Kwa hiyo South Africa hatuko naye kwenye kundi, lakini namba tano sisi tuko kwenye kundi. Unaweza ukaona ubora wa, wa, wa, wa, wa vilabu vyetu na ligi zetu. Kwa hiyo tunakwenda kupambana nao tukiwa kama mabingwa wawakilishi kwenye michuano ya klabu bingwa tukiwa tuna kikombe kwenye ardhi ya nyumbani kinachotuwakilisha. Laiti kafu wangesema kwamba wanatakiwa kwenda mabingwa, ina maana hata Simba singekanyaga mguu, tungekwenda sisi kwa kuwa tuna kikombe. Kwa hiyo nachotaka kusema tunakwenda tukiwa tuko imara, tunakwenda tukiwa na mipango ya kwenda kupata alama tatu kwenye ardhi ya nyumbani pale nyu ya Amani. Hatuwezi kwenda kinyonge, tunatambua uwezo wao ubora wao na tunawaheshimu, lakini maandalizi makubwa yatafanyika kwa lengo la kupata alama tatu, kwa sababu Mwarabu yeyote anafungika, na inawezekana Okay. Wapo wanaosema Yanga inasuasua, ni waondoe shaka, ni watoe hofu mwanzo. Kama uliifuatilia mechi ya Dar es Salaam Africans na Mtibwa Sugar, namna ambavyo mwalimu alivyoanza kazi rasmi pale, unaweza ukaona kitu ambacho alikifanyia mabadiliko cha, cha ghafla sana. Kwangu mimi niliona kweli huyu mwalimu sumu yake naanza kufanya kazi, ukimwangalia mwalimu alifanya sabu ya Lassini Kouma, alifanya sabu ya Celestine Ekue, walivyoingia walikuja wakafanya mabadiliko makubwa ya mchezo kiasi kwamba tukapata ushindi wa goli mbili. Kwangu mimi niliona ni mwalimu ambaye sumu yake inaanza kufanya kazi taratibu. Ni waondoe shaka, wana Dar es Salaam Africans. Mwalimu sumu yake ya pili tulikwenda kuiona kwenye mchezo dhidi ya KMC, dakika 45 za kipindi cha pili, unaweza ukaona sabu zake zilivyokuja kuzaa matunda kwenye mchezo ule tukapata goli nne. Kwa hiyo niwaambie, burudani ilikuwa inakuja taratibu, kutoka kwenye mbili mpaka kuja kwenye nne. Ina maana Yanga yetu ya dozi tayari kwenye mikono salama kwa mwalimu ndio wa... <gore> yani, ubora wa Dar es Salaam ndiyo nakwambia. Sasa ubora wa Dar es Salaam wa, wale ambao wanaikatia tamaa, unaweza ukaona kwenye zile goli mbili, imepanda mpaka kufikisha goli nne. Ina maana na namaanisha kwamba sumu imeanza kuingia vizuri, wachezaji wanaanza kufanya vizuri, Yanga yetu inaanza kurudi. Tulimisi sana Yanga ya goli nne. Natamani kuona kipigo cha KMC kinahamia nyua ya Amani Farabati anapigwa chuma nne, safi ili zile chuma nne zikishaingia, basi tuseme kwamba wananchi tumefurahi, na hatuhitaji kupongezwa na wale wanafiki waliokuwa wakisema Yanga hii hivi Yanga hii vile. Kwa hiyo tuondoke na kuamini ya kwamba Young Africans anafuzu ndani ya kundi hili. Young Africans anakwenda kufuzu hatua ya robo fainali, navyoona mimi, navyofahamu mimi na maandalizi yaliyopo, tunakwenda kuingia hatua ya robo fainali. Umenelewa? Tutakwenda Zanzibar, inshallah kwa uwezo wa Mungu, na mkamfikishie taarifa Dosa kwamba wewe, unayesema mimi siwezi kwenda Zanzibar, siwezi kwenda. Inshallah kwa uwezo wa Mungu nitakwenda anacheza Petro Atletico de Rwanda. Na uwezekano timu zote mbili za ligi ya mabingwa zikavuka robo fainali. Kwangu mimi nisiwe mnafiki, simuoni Simba, simuoni Simba akiingia hatua robo fainali, simuoni kwa sababu ya namba zake kumbeba. Kwa mfano a, wanakuambia wataalamu, hata mimi nikiwemo kama mtaalamu, matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani yakikupa alama tatu basi moja kwa moja wewe una uhakika wa kuweza kutoboa kwa sababu ukipata alama tatu nyumbani ni alama tisa, unaweza ukaforce kupata sare nje ikakuvusha kaenda. Lakini tumemuona Simba huyu kwenye raundi hizi, mechi za mwisho mbili, ameshindwa kupata matokeo, tena kwenye timu dhaifu sana kama usingizini, ameshindwa kupata matokeo kwenye ardhi ya nyumbani. Kama umeshindwa kupata matokeo kwenye ardhi ya nyumbani kama umeshindwa kupata matokeo kwenye timu ile kutoka Gaboroni, bila shaka nafikiri umeshindwa kupata matokeo kwenye timu zile katika ardhi ya nyumbani, tena almanusura uondolewe na Gaboroni. Ina maana wewe uwezekano wa kupata alama tatu nyumbani ni mgumu. Kwa unamuona Simba akienda kudondosha alama sita nje, alama sita ndani. Yani namuona Benjamin Mkapa akidondosha alama kwa Petro, namuona akidondosha alama kwa experience ya Tunisia, namuona akienda Tunisia kupoteza tena, na kwenda Petro kule Rwanda kwenda kupoteza tena, mtazamo inakuwa imeishia hapo, kwa sababu kama umeshindwa kuwa na matumizi mazuri nyumbani <gibu> Unahisi kuelekea kwenye ligi ya mabingwa ya msimu huu. Simba, kuna kitu chochote wanaweza wakajifunza Yanga na Yanga wana kitu chochote cha kujifunza Simba? Simba wanatakiwa kujifunza kutoka kwa Yanga, kwangu mimi naweza nikasema hivyo, vitu vingi sana hata tukio la leo la, la, la, la, la, la, la, la soka school ni jambo ambalo wanatakiwa kujifunza, sio kukaa na wachezaji wengi kikosi B, lakini wengi wanakuwa na njaa, wanakuwa ombaomba mtaani, sio sawa. Kitu ambacho wanatakiwa kujifunza kwanza ni, ku, ni, ni kukaa kwa muda mrefu kwenye michuano hii. Nasema hivyo kwa sababu Dar es Salaam Africans tangu tumeingia hatua ya makundi ni mara ya tatu mfululizo, tofauti na Simba ambaye ameshindwa kujidominate. Huku Simba tumemshuhudia akiporomoka kutoka huku na kwenda kucheza michuano ya shirikisho. E, kwa hiyo huku kelewa maji kupa maji kujaa maji kupa, kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani katika michuano hii. Amekuja sasa akiwa kama mgeni, kwa hiyo tunasema Simba kwenye michuano hii ya klabu bingwa msimu huu anakuja kama underdog. Si umeneelewa vizuri hapo, akiwa ni mgeni anamkuta Dar es Salaam Africans ambaye ana kiti chake ameshakaa kwenye ardhi ya Tanzania miaka mitatu mfululizo. Na nashindwa kuelewa hawa wachambuzi wanampaje Simba nafasi ya juu, na hili ni kuambia kitu kimoja, kuna watu wanataka kuwaaminisha watu kwamba uh, Simba ana nafasi yake, yani wanamtengenezea mazingira kwamba ana kiti chake kwenye hii michuano ya kimataifa ana kiti chake pale kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo wanamtengenezea mazingira mazuri. Lakini tuambie kwamba uwezo utakwenda kujieleza uwanjani, ni nani ambaye atakuwa na wakati mzuri, ni nani atakayekwenda kufanya vizuri. Na nimefurahi sana kuona tunagawanyika, tunatofautiana. Dar es Salaam Africans tunakwenda Zanzibar. Simba anabaki Dar es Salaam. Wakati Simba anabaki hapa, basi akapambane na hali yake. Dar es Salaam Africans tunakwenda Zanzibar. Huko tukapambane na hali zetu wenyewe. Niwambie ni, ni tu kwamba wanayanga tunakwenda pale Amani Zanzibar. Sisi tunasema pale ni Guantanamo. Kwa hiyo hawa farabati tunakwenda kuwatia kwenye gereza la Guantanamo, wakati tunawatia kwenye gereza la Guantanamo huku tukiwambia ofisi ya rais wa virabu vyote barani Afrika iko Moroko, lakini rais mwenyewe mwenye timu yake, rais mwenyewe mwenye virabu vyake mm. yuko Tanzania. Mwana, yu, otoroki, na ukitoroka huko umekufa, umekufa ndio ile unasikia wanasema makonde ukiinuka nchale ukikimbia nchale, sasa unakimbilia Bwana <laughs> asante sana, asante sana. <laughs>